Mgeni yoyote anapoingia anakutana na afisa wa uhamiaji, anamwambia karibu, na anapoondoka anaagana naye. Nyinyi ni receptionist, nyinyi ndiyo sura ya Tanzania, nyinyi ndiyo mmebeba ukarimu wetu, nyinyi ndiyo mmebeba utamaduni wetu. Mnapaswa kuwa mfano wa kuigua vyombo vingine vyote vitakapokutana na mgeni. Nyinyi ndiyo expert wa eneo hilo. Mgeni ana namna anavyokaribishwa. Wako wengine wanageuza masilahi wakapomwona mgeni na sio tu anapoingia na kutoka, bali hata anapokuwa katika shughuli zake. You are still in charge of all the foreigners in our country, whether they are investors, whether they are tourists. Nyinyi ndio in charge, na mteja wenu mkubwa ni anayeingia na kutoka, na hususani wageni. Unapomkuta mgeni anababaishwa atao kumtaja, please draw interest ya kujua huyu mgeni niliyemkaribisha mimi afisa uhamiaji huku, na mbona namuona nababesha, take interest hata kama huku hauko kazi, ili usort out sababu nye ni wanadiplomasia namba moja, nye ndio wanadiplomasia namba moja, mnayewakilisha mamlaka zetu za nchi. kilitambua hilo, mkalisimamia, mkachanganya na ule wimbo mliouimba wa maadili. Mimi hotuba yangu ingeweza <laughs> the minimum, elimu ya afisa wa uhamiaji, hata askari wa kawaida lazima iwe labda diploma and above kwa nini? Kwa sababu huyu ni diplomat.